Neno la Mungu linasema ni neno jema kumshukuru Bwana. Tunamshukuru Bwana kwa uhai, kwa kuweza kutuvuta katika ufalme wa nuru kutoka katika ufalme wa giza. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutupigania kila pale pote ambapo wanakesha kutuua usiku kucha. Ma, maana neno la Mungu katika kitabu cha Misali kinasema, maana wanakesha wakiondolewa usingizi, wakiwinda kutuua, lakini Kitabu cha maombolezo kinasema ni huruma zake Bwana na rehema kwamba atuangamii, tupo hai mpaka majira haya. Tumshukuru Mungu kwa uhai, tumshukuru Mungu kwa kutupa amani, tumshukuru Mungu pia pia, wale ambao familia zetu hazijavutwa katika roho za ukahaba, familia zijavutwa katika ulevi, uzinzi, familia zimesimama wa upendo wa Yesu Kristo, tumshukuru Mungu sana sana sana sana, wale ambao kwa majira haya tupo hai, wale ambao sio wagonjwa, maana kuna wengine wapo wamepoteza fahamu, wengine wamepooza, wengine wanarishwa kwa kutumia mipila, wengine tunaangalia amani katika kula amani ya kuna, kwa sababu wanapitia shida mbalimbali mbali. Wengine wanapitia matishio mbalimbali mbali ya adui lakini sisi tumekwisha kukombolewa na Roho yule wa neema, ambaye ametupa neema ya kujua kweli ya Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu, tuendelee kumshukuru Mungu tena za zaidi kwa kuweka kwa kuweka taifa katika amani, ndoa katika amani, familia katika amani, biashara katika, katika amani yake Yesu Kristo ni kwamba biashara zinaenda katika amani, unayelala usingizi pasipo kubuguziwa na kiumbe chochote kile. Maana kuna wengine hawalali kabisa usingizi, kukabwa, kuota ndoto za ajabu. Tumshukuru Mungu Mungu sana. Na wale ambao wajapata neema ya kujua upendo wa Yesu Kristo, mnakaribishwa kupata kuijua neema Yesu Kristo, upendo ambao anao Yesu Kristo, huto kabwa tena, hutotishwa na dunia, hutotishwa na matisho roza hofu roho zile ambazo ambazo adui anakuwa akizimwaga katika kutoa hofu, yaani kwamba adui kuonekana yeye ndiye mfalme ambaye anaweza akaua. Sisi ambao tumepata neema ya kujua kwamba shetani hana mamlaka yoyote ya kumuua mwanadamu, hana mamlaka yoyote ya kumuua mwanadamu, ila anaua mwili pale ambapo mwanadamu mwenyewe anakuwa amempa mamlaka hayo lakini shetani ukimkataa na kazi zake zote, ukafata amri za Mungu, hakuna wa kukuua, yani hakuna kuua. Kwa sababu gani? kitabu cha Waefeso sula ya, kitabu cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa tatu nasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo Yesu katika Mungu. Hivyo tunaangalia shetani hana mamlaka na uhai wa mwanadamu. Hivyo wewe ambaye una hofu, hofu ya kutokufanya biashara hofu ya kutokuwa na ndoa, hofu ya, ya, ya kutikiswa afya yako, kwamba adui anakutikisa afya. Usalama ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu anasema a, tukupokea roho inayoleta uoga, bali roho inayoleta ujasiri. Hivyo ukiwa kwa Yesu Kristo utakuwa jasiri. Hivyo basi tunaangalia shetani yeye yupo katika uonevu kwa wale wote ambao wamekwisha kumpa mamlaka wao, hao ambao hawajamkiri Yesu Kristo ndio wao ambao shetani anawanyanyasa. Lakini ukija, lakini katika upande, upande wa nuru, tunaangalia Mungu alimshinda shetani. Yesu Kristo alimshinda shetani pale msalabani alipopigiliwa mtini. Aibu yetu ameibeba Yesu Kristo, hivyo shetani hawezi akakutikisa kwa sababu kitabu cha Waebrania kinasema Mungu wetu ni moto ulao, na wale walio katika Yesu Kristo wapo katika ufalme usioweza kutetemeshwa. Hivyo vikija vitisho, unajua kabisa hivi ni vitisho vya adui, hamna kitu. Ikija, ikija mitikisiko yoyote, unajua hamna kitu. Ikija kutishia watoto wako, unajua hamna kitu. Huyo anahangaika hangaika, ndo kazi za shetani. Kazi za shetani ni kuhangaika hangaika kwa wale ambao ni wa Yesu Kristo, lakini awezi akagusa ukoo wa Yesu Kristo. Hivyo wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na kupooza kisukali, unasumbuliwa na ukilema wa namna yoyote, mfuate Mungu wa Israeli, yeye anaponya magonjwa yote: ukimwi, kisukali, kansa, sijui pressure, hayo yote kwa Mungu hakuna, kwa sababu tunajua Mungu wetu ni Mungu wa amani na sio wa magonjwa, hivyo mtafute Mungu wa Israeli kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, na pia nakuombea wewe neema, ambaye hujapata kujua hiyo neema ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, upate kujua ukuu wake Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, huu utokao hospitali tena, hutolazwa tena Hutoonewa tena, hutoona tena vitisho vya adui vilikutisha, bali hofu yako itaamia kwa Mungu wa Israeli. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kuombea neema ya kuweza kujua kwa Mungu wa Israeli zaidi na zaidi na zaidi, kwa damu iliyomwagika msalabani, damu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.